Eh au nguvu ya kunena sio kunena kwa lugha, no. kwa lugha no, kunena ni kusema Hallelujah. Amen, kwa positive, kwa negative, ila ni nguvu ya nini? Kinywa vile ulivyo, ni nguvu ya kinywa. Kinywa chako yale unayotamka ndio utayaishi. Kwa kwenye kinywa kuna nguvu, na ndio maana nasema kutumia kinywa Ulimwengu, makanisa yote yaliyofungwa yamefunguliwa. Amen. Ile bomba tufungui tena hivi la baraka. No, Mungu anasikia na ametupa hiyo mamlaka kwamba kwa yote yuko yamefungua hapa na mbinguni limefunguliwa. Tunafungua baraka kwa wale wote watakaosimama mstari, baraka zikawafikia kwa jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uyo mtindo Mungu asema mwaka ujao ni mwaka wa mavuno. Kwa hiyo, nguvu ya kinywa, nena kile kitaji. Samueli wa Kwanza sura ile ya kumi na saba. Hatutasoma mistari yote, tunasoma mstari kuanzia 31, nitakuambia pa kuishia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe hata kama ukienda kuanza mstari wa kumi na saba ni wewe lakini mimi naanzia hapo na maneno machache kusema. Nimesema nguvu ya kinywa inaweza ikawa negative au positive, yaani kinyume chake au sahihi. Umeelewa? unaweza ukatumia nguvu ya kinywa kwa mambo mazuri au kwa mambo mabaya. Haleluya, haleluya. Hii inaitwa nguvu ya kinywa kupasua mawimbi. Nguvu ya kinywa inapasua mawimbi. sina fedha, ndiyo, lakini ninakwenda Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam kuna moja mbili tatu, lazima nifanye. sina fedha, lakini ya tosha kupanga. ndani ya miezi sita ni lazima niwe na kwangu. ni nguvu ya kinywa. Sina fedha ndiyo, lakini nimechoka kutembea kwa miguu, nataka nitembee kwa pikipiki piki. Hey, mapata pikipiki piki kwa jina la Yesu amin. Naomba Mungu akupe pikipiki kwa jina la Yesu amin. Pamoja na yote ni nguvu ya kinywa. Mungu mm, kaupatia usafiri huo kwa jina la Yesu amin. Bwana Yesu asifiwe, amin. Nimechoka Kwa sababu sina viatu vizuri lakini, nasema ndani ya wiki hii lazima niwe na viatu vizuri kwa jina la Yesu Kristo. Unaongeza bidii na mndnakupatia. Nimechoka, yeah. Kila siku wanashuhudia wengine, mimi sishuhudii. Kwa nini? Kuna shida gani? Hapana, Mungu ninakataa haya yote, navua matende la giza na navaa Yesu Kristo. Kuanzia wiki ijayo naanza kushuhudia

Nikaenda nimwapiga pale nikamwita mama, nikamwita ni Maria za Maria, ni nataka kupaua nyumba yangu, si nikamwita na nani, unakumbuka? Nikasema sitaki uishe. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Hebu anza kuona Amen. Sema Mungu yatosha ninampata Adamu wangu, mimi kukaa peke yangu imetosha Pwana, maana mimi ni mtoto wako, na kwa kuwa ni mtoto wako, yupo Adamu wangu, nataka na kuolewa. Nguvu hey, ya kinywa hiyo ma, nikisema hivyo nikiomba, kinisikia watanicheka. Hey, kucheka eh? ni haki yako. Nguvu ya kinywa kwanza Na maneno hayo aliyoyasema aliyo Daudi yaliposikiwa ya watu wakamweleza Sauli, naye akatuma mtu kwenda kumwita Daudi. Akamwambia Sauli, asizimie moyo mtu yeyote kwa ajili ya huyu, mimi mtumishi wako nitakwenda kupigana na, na Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea Mfilisti huyu upigane naye, sababu gani? Maana wewe ku eh, kijana tu eh, na huyu ni mtu wa vita eh, tangu ujana wake. Vizuri maandiko? Hapa tunaongelea habari za Daudi, ile ukianza mstari wa saba wakati baba yake amemwagiza apeleke chakula kule jeshini ambako ndugu zake wanapigana, alafu akajue na, na hali yao na afya yao na yao na hesabu o nahesabu yao wa kuangata waliobakia, akawakuta ndio ile Goliath amejitokeza anatisha na pamba kwamba kama kuna Mwisraeli atakayenipiga mimi basi sisi tutakuwa watumwa wenu, na tukiwapiga ninyi mua watumwa wetu Alafu mfalme ni rais ambaye alikuwa anaitwa Sauli, wote wanaingia kwenye pango wakimwogopa yule mfrisi, wanaogopa mtu asiye mjua Mungu. Wana Mungu yani wa Mungu na anajua kwa nini wanaingia kwenye mapango. Kwa sababu hawana uhakika na Mungu aliye naye, yani wenyewe walishatoka nje ya mstari wa Mungu. Sasa Daudi, kumbuka ndio ametoka kuwekewa mafuta ya kifalme. Amefika pale, akauliza kaka yake akamwambia, wewe. Akaanza kuweka vipingamizi pale, tunajua kiburi chako kwanza, wale kuondoa wachache wa baba yako umemwachia nani? Yani kiburi chako kimefanya uangalie vita huko. Daudi akauliza swali moja tu, hawakujua anaongea nani, nani. Akauliza swali moja, je, ili jambo ni dogo? Alafu akaachana naye, maana aliona anampoteza. Akasema yo ajanijua, akageukia mtu mwingine, alipomuuliza naye akamweleza vile vile, akamwambia nendeni, mwambie Sauli asizimie moyo, mtu awaye yeyote, mimi mtumishi wake nitaenda kupigana na huyo mfilisti. Hey! walipompelekea Sauli Sauli alipomtazama kusikia zile zile, zile taarifa akamtazama, akaona ni kijana mdogo. Kuona kijana mdogo maanake, akaona hafai, hawezi. Macho ya Sauli ya nyama yanamwonyesha Goliati ni hatari. Haleluya, Amen. Amen. Goliati ni hatari, lakini mwanaume ametamka, nguvu ya kinywa, nitapigana naye haleluya, nitapigana naye na nitaleta taarifa njema. Haleluya! Huyu mfalme akasema haiwezekani, akampa vitisho. Kama vile unapotaka kuanzisha biashara, kuna kipingamizi kinakuja mbele yako. Unapotaka kuanza kazi yoyote, kuna kipingamizi tena. Mtu anayeleta kipingamizi ni wa karibu. Bwana Yesu asali sana nakutisha wama ni kijana mdogo yule mtu ameanza vita tangu utoto wake. Mungu aangalia anza vita lini? No, anaangalia nguvu ya kinywa ambayo inasababishwa na Yesu Kristo. Ukila maneno yako ndani yako ndani yako akijaa ile maneno naitoa kwa kinywa chako anakuwa ni Yesu mwenyewe. Ndio maana Eliya anamwambia Rais, kwa kuwa mmeweka kiburi, amtaki kutua mbele za Mungu, mvua haitanyesha ila kwa neno lake, sio la Mungu. No, kwa neno lake, inaitwa nguvu ya kinywa. Hakutakuwa mvua wala umande baada ya mwanaume bado anasimama na nguvu ya kinywa. Akasema, bwana wangu nisikilize, nilikuwa nikichunga kondoo baba yangu, alikuja mwana simba, nikakamata kinywa chake, nikamchana, nikamtupia huko. Akatokea dubu naye, nikamkamata, nikamchana, nikamtupia huko. hata huyo mchana ya kutesa unaweza ukamchana ukamtupia huko hata huyo unasikana ya kutesa unaweza ukamchana ukamtupia huko Akasema, Bwana aliyenisaidia kuua dubu na simba ndiye atakayeniwezesha kumuua huyo mfilisi. Hebu sema tena, nguvu ya kinywa! Sema tena, nguvu ya kinywa! Haleluya! Ndio maana akasema, Bwana aliyenisaidia kuua simba na yule dubu, huyo ataniwezesha kumuua huyo. Haleluya! Ataniwezesha kupita Nimesema, nguvu ya kinywa inayopasua mawimbi kupo ku tumesimama nguvu ya kinywa inapenya mpaka sehemu ya pili. Nguvu ya kinywa inapenya mpaka ng'ambo ya Yordani. Nguvu ya kinywa inapenya mpaka pale ambapo unaona huwezi kufika.